Tumesema hivi ya kwamba hatutangojea wakati wa kampeini ati ndio unakuja unaomba kiti unasanya watu ya bodaboda unawanunulia reflector, reflector ya shilingi ishirini ati ndio unawanunulia wakusaidia wakupigie kura, alafu upotee tena, ukuje wakati wa kampeini hiyo listi ya wale wakubwa nimesoma, wako hapa, wako hapa kusimama na watu wetu ya bodaboda saa hii, sio kesho, leo. Mnazisikia? Sio kesho, leo. Sio kesho ni nini? Leo ni leo, msema kesho. Leo ni leo, msema kesho. Hatuwezi kutumia vijana wetu ati kwa sababu kura imekaribia ndio unawatafuta. Hata hujawasaidia, miaka tano imeisha, kampeni imefika, unawapatia reflector ya shilingi ishirini.